Nadaiwa kodi ya hamsini tajiri. Nadaiwa kodi ya elfu hamsini tajiri, nadaiwa kodi na magoti napiga tajiri, nadaiwa hamsini. E, maisha ya Abiudi yamekuwa kiwasikitisha watu wengi kwa kipindi kirefu sana, licha ya mshikaji kuwa na talent kubwa sana, lakini maisha yake ni magumu kinoma. And this time around jamaa ame make headlines baada ya korasi yake katika ngoma ya Teremsha Bunduki ya Roma Mkatoliki kwenda viral kinoma. And of course, unaweza ukakubaliana na mimi kwamba koras ya ngoma hiyo kwa sasa ni kama ndo ina trend zaidi kwenye mitandao ya kijamii kuliko hata verse za Roma Mkatoliki. So hii ni proof kwamba jamaa yuko na bonge moja ya talent, lakini kitu cha kusikitisha ni kwamba mshikaji, maisha yake amekuwa ni kama vile ombaomba fulani hivi, licha ya kwamba anatumia kipaji chake kufanya hiyo kazi ya kuomba chochote kitu kwa watu tofauti tofauti. Hiyo staili ya maisha imekuwa ikinisikitisha na kunifikirisha kinomanoma. Nimekuwa nikiwaza vitu vingi sana kuhusiana na mshikaji na talenti yake. Naona kama ni shilingi ambayo haiko mahala sahihi, ni shilingi ambayo aisee <laughs> nisiendelee kuongea zaidi, au sio? Na pia unaweza ukanipa maoni yako kuhusiana na jinsi ambavyo unamwona mshikaji maisha yake kiujumla na talent ambayo yuko nayo. nadaiwa kodi ya hamsini, tajiri nadaiwa kodi ya elfu hamsini tajiri, nadaiwa kodi na magoti napiga, tajiri, nadaiwa hamsini elfu hamsini tajiri, we unatoa laki nane mimi leo, tajiri, nadaiwa kodi ya nyumba elfu hamsini na kuomba tajiri, nione unikumbuke, mm -mm. Baba unapo wazuru nangii, naomba unikumbuke, hey, usinipite mm -mm. Usinipite tajiri tajiri, laki nane amenipa moja, mbili, tatu, nne <laughs> tano, naenda kulipa kodi ya mwezi huu.

Tane sasa mm. Ananimwagia noti mze wa laki nane mm. mm. Ukimuona yeye umeiona pesa oh oh. mm. mm. Ukimuona yeye umeiona pesa mze, tajiri na laki nane ananimwagia mihera yeye. Of course, mi nilipoiona video hii nilisikitika sana, na nilipotaka kumlaumu huyu jamaa kwa kumrekodi Abiudi wakati akimuomba msaada na kumsaidia nikisikitika, kwamba hivi kuna ulazima gani wa kumrekodi mtu pindi ambapo unakuwa unamsaidia. Lakini kuna mwanangu mmoja akatokea pembeni akaja akaniambia, mbona mshikaji, ndo michongo yake, na sio kwamba anadhalilika wala nini. Yani kwake hiyo ndio kama kazi na mara nyingi huwa yupo pale Coco Beach akifanya michongo hiyo yani, eh, ni kuomba na kukuimbia kidogo mpaka ahakikishe anaokota. I say, sasa hii ni staili gani ya maisha kwa mtu mwenye kipaji kikubwa kama Abiudi? Basi mi nikaamua e mngoja nichimbe kidogo nione je jamaa ana shida gani zaidi mpaka kuwa katika hali kama hii? Hapo ndipo ambapo nikakutana na comment tofauti tofauti tofauti. Kuna mshikaji ameongea kitu ambacho kina make sense kidogo, ambapo nikais, inaweza inawezekawa kweli yeah? jamaa anasema kwamba huyu kijana tatizo lake ni autism, sawa na uh, uh, uh, ahitaji, sawa anahitaji sana msaada, mtafuteni uh, Jamaa anasema kwamba huyu kijana tatizo lake ni autism, anahitaji sana msaada e, mtafuteni e, kataja hapo jina la foundation e, watamsaidia kijana huyu, kama ambavyo unajua autism sio mtindio wa ubongo. Autism ni tofauti kabisa na mtindio wa ubongo. Wapo ambao wanadai kwamba mchizi ana mtindio wa ubongo na nini, lakini no, autism ni tofauti kabisa na mtindio wa ubongo, japokuwa ni eh, matatizo ambayo Uh, hayo hayo matatizo yanayohusiana na, na uh, masuala ya akili, lakini autism sio mtindio wa bongo. That's why Abiudi ni mchizi ambaye yuko na akili zake timamu kabisa, so kuna vitu ambavyo vinaonekana havipo sawa kichwani mwake. That's why huyo jamaa akadai kwamba inawezekana ni mtindio wa bongo, kumbuka kwamba hayo, uh, inawezekana kwamba ni autism. Kumbuka kwamba hayo ni mawazo yake na si mawazo yangu. So kwa kuwa ni maoni yake basi maoni ya mtu heshimiwe au sio?